na masharti ni kwamba uwe raia wa Tanzania mwenye umri kuanzia miaka 18 na, na usiozidi 45. Hakikisha umeambatanisha cheti cha kuzaliwa. Kama hauna cheti cha kuzaliwa nicheki WhatsApp, namba zangu zipo katika description na video hii, utaweza kupata cheti chako ndani ya masaa 12. Na kama cheti chako ni cha zamani, hakikisha umekibadilisha kuwa cheti kipya. Wasiliana na nami leo kuweza kupata cheti chako kipya. Lakini pia ambatanisha CV yako. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 11 Januari 2026. Kumbuka kuambatanisha barua yako ya maombi ya kazi iliyosainiwa pamoja na vyeti vya elimu, na anwani ya barua hiyo elekezwe kwa Mkurugenzi Mtendaji, Halmashauri ya Wilaya ya Ludewa, SLP 19 Ludewa. Maombi yote yatumwe kupitia mfumo wa kielektroniki wa ajira yani ajira poto na kama ni mara yako ya kwa kwanza kuingia katika channel ya Feaboy , tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kupata taarifa hizi. Lakini kwa update za karibu zaidi, au kama una swali lolote, jiunge na grupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika description ya video hii. Santeni na karibuni.